Hausi alimwaga jeli ya kuoga sakafuni na kumpeleka mwanamke aliyekuwa amefungwa macho kuoga. Kwa kuwa hakuweza kuona, mwanamke aliteleza na kuanguka vibaya. Vipande vya mume wake alisikia makelele na kukimbia, lakini hausi akamzuia. Mume akasema kuwa urithi hautanza kutumika hadi usiku, akifa kabla ya hapo hawatapokea chochote. Kumsikia hivyo, hausi aliingiwa na hofu na mara moja akapiga simu ya dharura. Mwanamke alipata fahamu na la kushangaza ni kwamba aliweza kuona tena. Wakati huo mtoto mmoja alingia, lakini hakuwa mwanawe, kwa sababu mwanawe halisi ana alama ya kuzaliwa shingoni. Akiwa na hofu, alimtikisa yule mtoto mume Mwanaume alienda kumuita daktari lakini hausi akaanza kuwa na shaka. Akachukua pini ya nivele na kuchunguza macho ya mwanamke. La usiku mapango wa urithi ulianza kutekelezwa. Mume alikata bomba la gesi, akafunga madirisha na milango na kuweka fuse chumbani. Mara tu moto ungewashwa, gesi ingelipuka. Mwanamke alihisi kuna kitu kibaya, lakini ghafla mtoto mmoja akamokoa. Alipomkataa mtoto huyo, akaelewa kuwa huyo ndiye mwanawe wa kweli. Mtoto akasema, "Baba alinifungia ili nisikuone." Wakati huo huo, hausi aliwasha fuse. Mwanamke akachukua sanamu ya jiwe na kuipiga kwenye mlango wa kio. Sekunde iliyofuata, mlipuko mkali ulitikisa chumba. Hausi akafurahia kidhani umefanikiwa, lakini mwanamke alifanikiwa kutoroka na watoto wake wote wawili. Alitupa pete yake ya ndoa kwenye sinki na kuapa kwamba atachukua kisasi dhidi ya usaliti huu.